Wakazi wa maeneo ya Kima, Kawese na Mangala katika eneo la Kilome kaunti ya Makueni wameitaka serikali ya kaunti hiyo kukabiliana na watu wanaozoa mchanga kinyume cha sheria za kaunti hiyo na kuendelea kuharibu mazingira. Wakazi hao sasa wanasema shughuli hiyo imesababisha mito kukauka na kuwalazimu kwenda mbali kutafuta maji. Serikali ya Makueni ilipiga marufuku uzoaji mchanga kiolela mwaka 2015, ili kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Hata hivyo baadhi ya watu wamekiuka sheria hizo na kuingia kwenye mito ya Makueni kuzoa mchanga, shughuli ambayo imeendelea kuchangia uharibifu wa mito hiyo na hususan katika maeneo ya Mangala, Kawese na Kima. Effect imekuwa as you can see. effect huku, kumekuwa na hizi gullies zimeachwa, na maji hii maji ni afuta changarawe ya kubeba michanga, imebebwa huku na cartels. Na wamebeba hii michanga wakaacha mashimo kubwa sana. Athari za utekaji mchanga kiolela olela zinadhirika kwenye mto huu wa Kima. Wenyeji waliokuwa wanategemea mto huu kwa maji sasa hawana tena matumaini, kwani mto huu umekauka. Maji imekuwa imekuwa adimu sana huku juu. Ya hii changarawe ikibebwa, tulikuwa tunachota maji. Sasa sand level ikiteremka chini, maji yameenda tunateseka sana, hakuna bohol za serikali huku sasa tunaenda tuna, inakuwa tunatembea long distance kutafuta maji. Kando na tatizo la ukosefu wa maji na uharibifu wa mazingira, vijana wengi wanaofanya kazi ya upakiaji mchanga kwenye malori wamejitosa kwenye utumizi wa miadarati na visa vya uhalifu. Siku wanaingia wanachukua changarawe na alafu wanatuibia mbuzi na ng'ombe. Tuko na thibitisho ya watu wengi juu huku mbuzi zimeibiwa na watu wa changarawe, na tuko na shida nyingi sana. Gavana wa Makueni anasema mamlaka ya uhifadhi wa mchanga ya Makueni ilikuwa na idadi ndogo ya maafisa lakini wameongeza idadi hiyo na kufikia arobaini na nne watakaosaidia kukabiliana na uharibifu huo. Sasa macho yote yameelekezwa kwa kamati za wananchi zilizobuniwa kudhibiti ubebaji mchanga katika maeneo yaliyoathirika kuona uharibifu huo wa mazingira umekomeshwa. Michael Mtinda, runinga ya Citizen Makueni.